kwa jina naitwa Luten Kamanda Alio Mariali, mkuu wa operesheni Kamandi ya Kusini. Katika operesheni zetu za kawaida milango ya saa tano kasorobo usiku, tarehe 11 mwezi wa 4 2025, tulikamata chombo ambacho kina jina la usajili Kalunde Zedi 1712 ambacho kilikuwa kimepakia pikipiki piki mbili. Pikipiki piki hizo moja, aina ya kliki ambayo ina namba ya usajili Z190 PK, na pikipiki ya piki pili, aina ya vario ambayo vario hiyo ni nyeusi, ambayo haina namba ya usajili haina, haina risiti haina kitu chochote yani, kiufupi ni nyeupe, haina chochote. Tatu tulikamata katika jahazi hilo hilo tumekamata mafuta ya kupikia madumu 560 ambalo kila dumu lina ujazo wa lita ishirini vile vile tumekamata katika nini hiyo hiyo, jahazi hilo hilo oili ya two stroke ambayo ina makopo 82 ambayo kila kopo lina ujazo wa lita moja. Wito, tutakapo thibitisha na kukamata mtu moja kwa moja, basi hatua kali za kisheria tutachukua. Lakini vile vile jamii watambue kwamba chochote atakachokifanya, wakifanye kisheria, wasikifanye tu kiudhoefu, kwa sababu dunia haiendi hivyo. mimi naitwa Masudi Yakubu Abdalla, mkazi wa Uzi. Mimi naoza wa chombo Kalunde, nimekamatwa na jeshi la KMKM KM kwa sababu nimepakia mzigo sio halali wa magendo. Mimi naitwa Hamis Mahaziali, mkazi wa Uzi, nafanya biashara ya kununua mafuta ya kula. Na sisi lengo letu kuu si kupata tabu, wala si kugombana na serikali, shida yetu sisi kwamba hii serikali itufanyie mpango na sisi, tunahangaika dabali moja kwa wao, tupate kusafirishia kwa Uzi, itupatie hata kama diko hata kama si bandari kuu, itupatie diko. Tunajua, tunajua bandari kuu iko Kizimkazi. Sisi tupatie diko na sisi tupate kufanya kazi, tupate riziki yetu.